Milele inabidi vita vimalizike. Ndiyo maana tunasema kwamba hata kama haiko mkataba kati ya, ya Kongo na M23, inabidi Kongo akiwa amemalizana na Rwanda, sababu Kongo huwa anasema kila siku kwamba ni Rwanda ndiye anamvamia. Akiwa amemalizana na Rwanda, inabidi katika masikilizano hayo kuwe humo ndani kinachohusu M 23 sababu wanasema M 23 inasaidiwa na Rwanda, na Rwanda. Sasa kama kuna jambo la M23 humo ndani, kama wamesikilizana na Rwanda, ni kusema matatizo yatamalizika, sababu kama mimi ndiye ninakusupport alafu mimi nasikilizana yule ambaye wewe unapigana naye, ni kusema nitakapomaliza uh, kuku, nitakapoacha kukusupport, mambo yatakuwa yamemalizika. Lakini hapa haitakuwa yamemalizika kwa namna ya njia ya, ya, ya, ya mgogoro, kusema kwamba tunaacha M23 kwenye barabara alafu uh, apigwe na haitakuwa hivyo sababu, eh, kama Kongo imesaini na Rwanda ni kusema ya kwamba kuna njia ambayo wameipita ndani kusudi katika njia hii wakutane pia na M23, sababu haiwezekani waseme kwamba wamesaini na Rwanda alafu waache kando M23. Itakuwa ni mzunguko tu, na hapo M23 utasema ya kwamba hayo ni Kongo na Rwanda, sisi hatujue hicho na utaona mambo yanaendelea, yanaendelea, na vita vinaendelea. Walisaini na Rwanda, sasa vita vinaendelea, inakuwaje? Inabidi government kama imechagua kwamba njia ya kupitia ni kukutana na Rwanda katika njia yao hiyo, wahakikishe kama M23 vilevile imo ndani. Kama haimo ndani, itakuwa ni kuchokesha watu kwa bure, sababu M23 tasema sisi mambo haya hayatuhusu, ginsi wanavyosema mara kwa mara waliposaini huko Rwanda, uh, walipomaliza M23 kasema sisi hatujui hilo, hayo ni mambo ya government, watakapokuwa na haja yetu watakuja watatukuta. Sisi ndiyo maana inabidi kama wanasaini wahakikishe kwamba wamechukua conflict yote kwa mara moja na wamekutana na wale ambao wanahusika, ambao wanaita wa kifaransa wa akteur, wote wamekutanika katika mkataba huu. Lakini kama wote hawakutanika katika mkataba huu itakuwa ni unafiki, na wanapenda wazungurushe mambo, kuzungurusha zungurusha tu. Hatutaki unafiki. Raia haina haja ya unafiki. Raia na haja ya kwamba vita vimalizike ya Doha iende haraka. Hapo ndipo nilisema kwamba raia walikuwa wanafikiria kwamba hapo hapo wanaondoka, lakini hizi process sasa ndizo zitafanya kwamba mambo yafuatane hatua kwa hatua, huku ndiko M23 inashirikishwa na M23 sababu inashirikishwa tayari Doha, inabidi mazungumzo haya yarudi, sababu yalianzishwa tayari. Wataanzia mahali ambapo walipomalizia walipokutanana, ni kusema kwamba unafiki hautatusaidia kwa kitu kuendelea kusahau ama kukataa M23, na japo ipo sio naona. Sababu watu wanavyoingia, wanavoingia katika, wanavoingia katika jeshi la M23, hapo sio, sio Rwanda inayowachukua kwa kuwa waleta mafunzoni ni jeshi la M23 ambalo liko linaundwa hapa sasa. Kama unasema wewe, unasikilizana na Rwanda alafu M23 hauijui, itakuwa ni unafiki tu ama kutafuta ku, ku, ku, kuzungurusha akili za watu kwa bure. Hapa inabidi kumaliza mambo kwa mara moja, na hizo process ambazo wamezisema kwa ajili ya Doa ambazo zimezungumzwa kwa ajili ya sijui ya Angola, kwa ajili ya Nairobi inabidi ziendelee kabisa, hasa magroup arme nayo yako humo ndani ni kusema inabidi kabisa kuchukulia kila jambo, tatizo la wazalendo ndio hao wote, inabidi kuchukua jambo hilo kwa, kwa ujumla, isiwe Rwanda tu. Wanasema Rwanda Rwanda, sababu wanaposema Rwanda, huwa mara sisi wachambuzi huwa inatuumiza sababu hatuwezi tukakubali kwamba kabisa Rwanda inatuvamia na inatupiga na iko nachukua, eh, nafasi zimoja zimoja nchini inakuwa ina ni niku, kuwakwaza watu, lakini inabidi kuchukua jambo jinsi lilivo, alafu wanapolichukua kwa ujumla wawezi kukutana na hili jambo la magroup army tunalimaliza wanajua wametumikisha processes gani. Hili jambo la M23, wanajua wamelimaliza wametumikisha njia gani, na FDLR, mambo yote yanamalizika, sababu hakuna kisichowezekana kumalizika. Nafikiri ini ni kazi ya government iakikishe kwamba raia wamepata amani, na hii ndiyo watu wanacho, wanachoomba kama wata wataendelea kufanya jinsi wanavyofanya, waendelee kuzungumzia Rwanda na kitu, mambo huku yanaendelea eh, kinyume itakuwa ni kuvunja moyo wa kongomani na kesho kama vinashindikana kama havitaendeka jinsi watu wanavyopenda, watasema sasa, angalia ma, ma, ma, ma, mikataba wanazozifanya hizi zinatusaidia. Kwa nini sababu wanazifanya kila siku? Hizi ndio sauti ambazo husikia na wanasema wanazifanya kila siku, lakini kwa hii waifanye na wahakikishe kwamba wamemaliza vita. Hiki ndicho watu wanachongoja, sio kwamba wanasema wanasikizana Rwanda hapa alafu magrupa Armee FDLR na M23 wanaziacha kando, alafu tena kinarudi hivyo hivyo tu, itakuwa ni kama wanavyosema kwa Kifaransa cercle